Habari yako mzazi na mlezi, habari yako mwalimu mwenzangu, na habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Muhere Madam. Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tutazungumzia jambo zito sana, ambalo ni ukatili dhidi ya watoto. Je, unajua kuwa kuna viashiria vinavyoweza kuonyesha kuwa mtoto anafanyiwa ukatili? Leo tutajifunza viashiria kumi vya kitaalamu unavyopaswa kuvifahamu ili kusaidia kulinda maisha ya watoto wetu. Kiashiria namba saba, namba nane na namba kumi vitakuhuzunisha sana. Hakikisha unabaki nami mpaka mwisho, usikubali kuishia njiani. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama haujasubscribe kwenye chaneli hii, basi fanya hivyo sasa. Tunashirikiana kukuletea maudhui kwa ustawi wa watoto wetu. Usisite pia kushare na kwa video hii kwa wazazi wengine, ili nao wajifunze viashiria vya mtoto anayefanyiwa ukatili. Karibu na tuanze. Kiashiria namba moja, ni mabadiliko ya ghafla ya tabia. Watoto wanaweza kuwa na furaha awali, lakini ghafla wakawa na hasira akawa mkimya kupita kiasi au waoga bila sababu inayoeleweka. Hii mara nyingi hutokana na hofu au kiwewe. Ukiona mtoto alikuwa na tabia tu nzuri, alikuwa tu ni mchangamfu, lakini ghafla unashangaa kuona anakuwa na hasira, anakuwa mkimya kupita kiasi au anakuwa mwoga, alafu ukija kuangalia hakuna sababu inayoeleweka, jua kuwa hicho ni kiashiria cha kuonyesha kwamba huyu mtoto huenda anafanyiwa vitendo vya kikatili. Kiashiria namba mbili ni majeraha ya mara kwa mara yasiyoelezeka. Majeraha kama vile michubuko, kuchanika ngozi au kuchomeka sehemu tofauti tofauti za mwili bila maelezo ya kueleweka, yanaweza kuwa ishara ya ukatili wa kimwili. Ukimwona mtoto ana michubuko amechanikachanika ngozi au amechomeka sehemu tofauti tofauti za mwili alafu, ukiona tu hana maelezo ya kueleweka, yaani ukimuuliza, hana hata maelezo, wakati mwingine anaogopa kukuambia, jua kwamba hiki ni kidokezo au ni ishara ya kwamba huyu mtoto kuna watu wanamfanyia vitendo vya ukatili wa mwili. Kiashiria namba tatu ni kuogopa watu wazima au mtu fulani. Mtoto anapomwogopa mtu fulani kupita kiasi anaweza kuwa anafanyiwa ukatili na mtu huyo. Hofu hii huwa ya wazi hasa anapomwona au kutajwa jina lake. Ndugu mzazi, ndugu mwalimu mwenzangu, au ndugu mlezi, unapoona mtoto anapo, anamwona mtu fulani anamwogopa kupita kiasi, unaona huyo mtu hata kama jina lake linatajwa, mtoto anaogopa, mtoto anashtuka hata ukimtuma hebu nenda hapo mwambie fulani moja mbili tatu, mtoto hataki nenda kwa fulani. Wazazi wengine watunatabia saa ingine wanamtuma mtoto ebu nenda akanichukulia kitu kwa mtu fulani, labda kwa anko au kwa nani, umemtaja jina, unaona mtoto anasita, unaona mtoto anakataa, jua kwamba huyo mtu huenda anamfanyia mtoto wako vitendo vya kikatili, na hiyo inakupasa wewe mzazi, inakupasa wewe mwalimu au mlezi kuchukua hatua ya kufuatilia mara moja, kuona ni kwa nini huyu mtoto anamwogopa huyo mtu kupita kiasi. Kiashiria namba nne ni mabadiliko ya utendaji darasani. Kushuka kwa ufaulu, kutopenda shule au kuwa na matatizo ya umakini kunaweza kuashiria mtoto huyo aliyeko kwenye mazingira yasiyo salama au sehemu nyingine. Ndugu mwalimu mwenzangu Unapoona darasani mtoto amebadilika, ameshuka kabisa utendaji wake, ameshuka ufaulu, na unashangaa kuona huyo mtoto hapendi shule, fatilia huyo mtoto. Ni huenda anafanyiwa vitendo vya ukatili kule nyumbani anakokuwa anatoka, au njiani, au mahali pengine popote. Kwa hiyo, ni jambo la busara sana kuhakikisha kwamba unamfuatilia huyu mtoto kwa makini na kugundua ni kwa nini ufaulu wake unashuka. Ndugu mzazi, usikubali kuona mtoto wake ufaulu wake unashuka tu, au unaona mtoto hapendi shule, au unaona anakuwa na matatizo ya umakini. Alikuwa ni makini katika kufanya mambo yake, lakini unaona anafanya mambo yake ovyo ovyo, fuatilia. Unaweza ukakuta mtoto wako anafanyiwa vitendo vya kikatili na wewe uko hapo tu na hauna habari yoyote. Kiashiria namba tano ni kutengwa au kujitenga na wenzake. Watoto waliowahi kufanyiwa ukatili mara nyingi hujihisi tofauti na huweza kuepuka kucheza au kushirikiana na watoto wengine. Unaona mtoto wako, watoto labda ni shuleni, wanacheza pamoja, lakini kuna mtoto amejitenga, amekaa peke yake, ameshika tama au amejitwisha mikono yake kichwani, jua kwamba huyu mtoto anafanyiwa ukatili. Hata kama ni mazingira ya nyumbani Unakuta watoto wengi wamekutana pale katika mazingira ya nyumbani wanacheza pamoja, lakini mtoto mmoja yuko tu amekaa pembeni amejitenga. Mzazi shtuka, ukiona hali ya hivyo kwa mtoto wa kwako au wa jirani yako, unatakiwa kujua na kufuatilia na kumwambia mzazi wake ajaribu kuchukua hatua na kuangalia ni nini kinamsababisha huyu mtoto anakuwa anajitenga au anakaa kimya namna hiyo. Kiashiria namba sita ni uelewa wa mambo ya ngono yasiyoendana na umri. Mtoto anapoonyesha tabia au maneno ya kingono yasiyoendana na umri wake ni kiashiria muhimu cha ukatili wa ngono. Mtoto mwingine umri wake ni mdogo kabisa unakuta ni mtoto labda wachekechea darasa la kwanza, la pili au la tatu. Lakini huyu mtoto unakuta anafahamu mambo yanayoendana na ngono ambayo sio ya umri wake. Anasimulia wengine hivyo vitu. Jua kwamba huyu mtoto anatendewa ukatili wa kingono na watu unaowajua au usiowafahamu. Kwa hiyo mzazi, mlezi, chukua hatua ukiona mtoto anasimulia mambo ya kingono ambayo hayaendani na umri wake, hiyo ni ishara kabisa kwamba huyu mtoto anafanyiwa ukatili wa ngono. Kiashiria namba saba ni matatizo ya kulala na ndoto mbaya. Ndoto mbaya za mara kwa mara kushindwa kulala au kulala kwa uoga mkubwa zinaweza kuwa ishara ya kiwewe kutokana na ukatili mzazi unakuwa mtoto amelala katika chumba chake unasikia labda mtoto anapiga kelele mama baba anashtuka usiku anaita au anaweweseka hakikisha unafuatilia kwa nini huyu mtoto anaota ndoto mbaya mara kwa mara kwa nini huyu mtoto anashindwa kulala kwa nini huyu mtoto anakuwa na uoga mkubwa usiku? Fatilia, unaweza ukakuta huyu mtoto anafanyiwa vitendo vya kikatili. Kiashiria cha nane ni mabadiliko ya lishe, kula kupita kiasi au kukataa kula. Hii mara nyingi hutokana na msongo wa mawazo au huzuni ya ndani. Ni ishara inayohitaji kuchunguzwa zaidi. Unakuta mtoto alikuwa anapenda kula tu, lakini anakula kawaida unashangaa tu, ukitenga chakula mtoto anaanza kupakamia, anakula haraka haraka, anakula mpaka unashangaa kwa nini mtoto anakula sana? Au wakati mwingine mtoto alikuwa anakula vizuri, lakini unakuta mtoto unamkaribisha chakula, kimeiva, mtoto wala hataki kula, anakataa, anasema a, a, nimeshiba. Umeshiba? umekula wapi? A, a, sijala kwa sasa. Kwa nini utaki kula? Sijisikii kula, anakataa. Jua huyu mtoto Unakuta ni kwamba anafanyiwa vitendo vya kikatili, au yule mtu ambaye anamfanyia vitendo vya kikatili tayari ukuta ameshampa chakula kula, amemlazimisha, amemwambia kula haraka, nenda nyumbani. Amekula haraka haraka, amemfanyia ukatili anaojua yeye mwenyewe, afu mtoto amerudi nyumbani, anarudi nyumbani, amekula kile chakula, ameshiba, lakini hakushiba katika nia ambayo ni njema. Kwa hiyo mzazi mlezi, hakikisha unafuatilia mtoto wako, anakula kupita kiasi au mtoto wako anakataa kula, hakikisha unafuatilia, ukute mtoto wako anafanyiwa vitendo vya kikatili. Dalili nyingine ni kuhai kuonesha dalili za mfadhaiko au kuzungumza juu ya kujiua. Hii ni ishara ya hatari sana. Ikiwa mtoto atazungumza juu ya kifo au kutoishi, msaada wa haraka unahitajika, kwani kuzembea au kupuuza mtoto anaweza kuondoa uhai wake mwenyewe. Unakuta mtoto anafanyiwa ukatili, ule ukatili unamsababisha mtoto anakuwa anafadhaika, anakuwa na huzuni, mwisho wa siku mtoto anaona uamuzi ni bora tu afe. Sasa anakuwa anaona hakuna thamani ya maisha, kwa sababu ananyanyasika, anatendewa ukatili. Ukiona ishara hii, mtoto ameanza kusema kwamba bora nife, unaona katoto kanaanza kujaribisha, kanachukua kamba za viatu, kanajaribisha jaribisha pale, kanacheza na wenzake, kanawambia ah, mimi ni bora tu nife. Hakikisha unafuatilia na unamsaidia huyu mtoto kuondokana na hiyo hali. Kiashiria cha kumi ni kuwajibika kupita kiasi au kuwa mzazi kwa watoto wengine. Hiki ni kiashiria pia ambacho kinasikitisha sana, mtoto anapokuwa na majukumu makubwa yasiyoendana na umri wake. Unakuta mtoto ana majukumu ya kulea wadogo zake anaweza kuwa anakosa malezi au anaishi kwenye mazingira ya mateso, ni rahisi kutendewa vitendo vya kikatili. Ndugu mzazi, ndugu mlezi, na ndugu mwalimu mwenzangu, ukiona kuna mtoto ambaye huyu mtoto yeye anawajibika kupita kiasi, yani amekuwa yeye ni mzazi kwa watoto wengine hakikisha unachukua hatua ya kumsaidia huyu mtoto ili huyu mtoto aweze kuishi mazingira ambayo ni ya watoto, sio mazingira ambayo ni ya mtoto kuchukua majukumu ya wazazi. Mtoto kazi yake sio kulea watoto wenzake, kutafuta riziki ili watoto wenzake waweze kula, waweze kuvaa au waweze kupata mahitaji mengine. Mtoto anawajibika kimasomo anawajibika kwa mambo ambayo yako katika umri wake. Watoto ambao wanawajibika kupita kiasi, kubeba majukumu ya watu wazima, hawa ni watoto ambao wanakuwa mara nyingi ni rahisi kutendewa vitendo vya kikatili, kwa sababu mtu anakuwa anaona yule mtoto ni rahisi kumtumia, kwa watu ambao hawana nia njema. Kumbuka, mtoto hatakiwi kuficha maumivu yake. Tunapojifunza kuona viashiria hivi tunakuwa sehemu ya ulinzi wa mtoto. Kama unahisi mtoto anafanyiwa ukatili, toa taarifa kwa mamlaka husika au shirika linaloshughulika na haki za watoto. Usinyamaze, usikae kimya. Kumbuka, mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Mtoto utakayemsaidia leo, hujui kesho yeye atakusaidia nini, na haujui kesho atasaidia taifa kwa namna gani. Mtoto unayeweza kumwokoa leo kutokana na ukatili, kesho anaweza kuwa kiongozi mkubwa wa taifa na akaongoza taifa na akasaidia vizazi vingine. Tuchukue hatua sasa. Kama umependa video hii, hakikisha una share, una like, una comment. Usisite kusambaza video hii kwa wazazi wengine, ili nao waweze kutambua viashiria ambavyo vinaweza kuonekana au visivyoonekana kwa watoto wanaotendewa vitendo vya kikatili. Asante kwa kutazama video hii. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata.